Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, Halmashauri ya Wilaya ya Tanganyika. Tangazo la nafasi za kazi. Mkurugenzi mtendaji wa Halmashauri ya Wilaya ya Tanganyika amepokea kibali cha ajira mpya kutoka kwa Katibu Mkuu wa Ofisi ya management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora kupitia barua yenye kumbukumbu namba FA.97/228/01/A/25 ya tarehe 29 mwezi wa 4, 2025. Hivyo anawatangazia wananchi wote wenye sifa za kuomba nafasi mbalimbali za kazi. Nafasi husika ni kama zilivyotangazwa hapo chini. Msaidizi kumbukumbu -kumbu daraja la pili, nafasi tano. Majukumu ya kazi: kuorodhesha barua zinazoingia masjala kwenye register incoming correspondence register, kuorodhesha barua zinazotoka nje ya taasisi outgoing correspondence register kusambaza majalada kwa watendaji action officers, kupokea majalada yanayorudi masjala kutoka kwa watendaji, kutafuta kumbukumbu au nyaraka au majalada yanayohitajika kwa watendaji, kurudisha majalada kwenye meza, shubaka au kabati la majalada racks filing cabinet, au mahali pengine yanapohifadhiwa, kufuatilia mzunguko wa majalada ndani ya taasisi. Sifa za kuajiriwa: awe amehitimu kidato cha nne au kidato cha sita na kupata cheti cha mtihani wa kidato cha nne au kidato cha sita. Awe amehitimu mafunzo ya stashahada diploma, NTA level 6, katika fani ya utunzaji wa kumbukumbu kutoka vyuo vinavyotambuliwa na serikali, wenye ujuzi wa kompyuta. Mshahara kwa kuzingatia ngazi ya mishahara ya serikali, yani TGSC Dereva daraja la pili, nafasi sita. Majukumu ya kazi: kukagua gari kabla na baada ya safari ili kubaini hali ya usalama wa gari, kuwapeleka watumishi maeneo mbalimbali kwenye safari za kikazi, kufanya matengenezo madogo madogo ya gari, kufanya na kusambaza nyaraka mbalimbali pale inapohitajika, kujaza na kutunza taarifa za safari zote katika daftari la safari, kufanya usafi wa gari na kazi nyingine anazopangiwa na mwajiri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 uendeshaji magari ambayo amefanyia kazi kwa muda usiopungua mwaka moja bila kusababisha ajali, au amehudhuria mafunzo ya msingi ya uendeshaji magari basic driving course yanayotolewa na, na chuo cha ufundi cha Veta, au chuo kingine kinachotambuliwa na serikali. Ngazi ya mshahara, utalipwa kwa kuzingatia ngazi ya mshahara ya serikali TGSB. Masharti ya jumla kwa waombaji. Waombaji wawe ni raia wa Tanzania na wenye umri usiopungua miaka 18 na usiozidi miaka 45. Tano, Waombaji waambatanishe nakala ya vyeti vya elimu ya sekondari, taaluma, nakala ya kadi ya NIDA au namba ya NIDA na nakala ya cheti cha kuzaliwa. Waombaji watakaowasilisha result slip, statement of result, provision of result au transcript vitakubalika waombaji wenye ulemavu wanahamasishwa kutuma maombi na wanapaswa kuainisha kwenye mfumo wa kuombea ajira ulemavu walionao kwa ajili ya taarifa kwa sekretarieti ya ajira katika utumishi wa umma. Waombaji wote waambatanishe maelezo binafsi yaliyojitosheleza, detail CV, yenye anwani inayotumika, namba za simu zinazopatikana na anwani ya barua pepe, email address, pamoja na majina ya wadhamini, referees, watatu wa, wa kuaminika waombaji waliosoma nje ya nchi kuhakikisha vyeti vyao vimehakikiwa na vimethibitishwa na mamlaka husika TCU, NECTA au NACTE. Waombaji waliostaafishwa katika utumishi wa umma hawaruhusiwi kuomba isipokuwa kama wanakibali kutoka kwa katibu mkuu kiongozi. Waombaji watakaowasilisha taarifa za kugushi watachukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria za nchi. Waombaji watakaokidhi vigezo wataitwa kwenye usaili. Mwisho wa kutuma maombi ni tarehe mbili mwezi wa sita elfu mbili na ishirini na tano. Muhimu, kumbuka kuambatanisha barua yako ya maombi ya kazi iliyosainiwa pamoja na vyeti vya elimu. Anwani ya barua hiyo ielekezwe kuwa mkurugenzi mtendaji, halmashauri ya wilaya Tanganyika, SLP moja, Mpanda. Maombi yote yatumwa kwenye mfumo wa kielektronik wa ajira recruitment portal kupitia anwani ya portal.ajira.go.tz. Maombi yatakayowasilishwa nje ya utaratibu ulioainishwa katika tangazo hili hayatafanyiwa kazi. Tangazo hili limetolewa na Shaban J. Juma, mkurugenzi mtendaji almashauri ya wilaya ya Tanganyika. Asanteni nakaribuni. Kama ni mara yako ya kwanza kufika katika channel hii ya FEABOY, usahau kubonyeza neno subscribe, alafu bonyeza alama ya kengele ili uweze kupata taarifa pale tunapotoa video mpya. Channel hii pia inahusiana na masuala ya ajira kuitwa kwenye usahili kuitwa kwenye kazi na tech review mbalimbali, mbali utazipata katika channel hii. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni kuweza kusubscribe, lakini pia unaweza ukajiunga na channel yetu ya Telegram, link ipo katika sehemu ya description ya video hii, lakini pia katika sehemu ya bio ya channel hii utaipata hiyo link. Asanteni na karibuni.